Amka, amka. Amka, amka dwende, dwende. Mda ume ume ume tayari, tayari. Ghafula tuliona pango dogo kwenye lile vumbi Tukatamani kuingia humo kungoja upepo utulie, ndio tuchukue hatua nyingine. Tukiwa mule ndani ya pango hilo dogo, tulisikia kelele nyingi azieleweki, watu si watu, mbwa si mbwa, tena kama vile zinatufata. Tuliamua kutoka tukimbie, lakini hatukuweza. Badala yake, lile pango lilikuwa kubwa pana, halafu ndani ikawa kama kuna vitu vya kung'aa tuliogopa sana ila, hatukujua tutokee wapi. Tukiwa wenye hofu, ghafla walitokea watu wawili wazee, mwanamke na mwanamume, wakatuambia karibuni katika makao yenu mapya. Makao yetu mapya? tuliuliza kwa mshangao sana. Swali letu halikujibiwa, badala yake wale wazee walipotea. Baada ya wazee wale kupotea, hatukujua ni nini kiliendelea, bali nasi tulijikuta humu humu ndani ya jumba la a place with no name. Hatukuwahi kutoka nje ya jumba hili, na tunaishi kama kawaida, kama ndio dunia nyingine. Basi tushafika, inatubidi kukubali kwanza toka tufike hapa, hatukuwahi kuona mlango wa kutokea nje ya jumba hili, lakini tunashukuru kwa kuwa kila kitu tunapata. Raulati alizungumza hivyo kisa chao kweli hata mimi kilinishangaza sana, lakini sikukiamini kabisa. Nilijiuliza kirahisi tu hivyo, haiwezekani kimbunga kivume halafu kiwapoteze watu kwa njia kama ya kwao, japokuwa kweli walianza kuota ndoto kama mimi nilivyoota ndoto. Lakini ndoto ile ilikuwa kama ukweli, kwa sababu sikupewa nafasi ya kuitafakari ikiwa nyumbani, bali nilijikuta nimo ndani ya jengo lile la ajabu. Jumanne, bado hutuamini sisi? Jamila aliniuliza. Nawaamini, niliwajibu kwa upole. Basi amuka ukaoge na kupiga miswaki kama uogopi, Jamila aliniambia. Nilikuwa shindwa hata kusimama lakini nilishangaa tu, Raulati anasimama na kunishika mkono huku akiniangalia usoni macho yangu na yake yalikuwa yamepishana kama futi moja tu. Hakika yule binti alikuwa mzuri kabisa, alikuwa mzuri. Macho yangu vyenyewe yalijikuta yanamwogopa hata kumwangalia kwa aibu. Twenda ukaoge, siku tatu ujaoga tangu ufike hapa, Raulati alisema. Sikuwa na ujanja baada ya kushikwa na binti yule, nilijikuta nasimama mwenyewe, kisha wakaniongoza njia ya kuelekea bafu lilipo. Walinionyeshea halafu mimi nikaingia bafuni kuoga. Kiunoni bado nilikuwa na taulo langu la gunia. Bafuni nilipoingia nilikuta bafuni lingine kabisa tofauti na la mwanzo, palikuwa ni pasafi tu, wala hakukuwa na vitu kama nilivyovikuta mwanzo. Bafuni kulikuwa na kila kitu kizuri unachokijua katika vyumba hivyo, muonekano wake ulikuwa wa kibilionea kwa kweli. Mazingira ya mule yalipendeza sana. Chumba kile kilikuwa ni kikubwa tu na kilikuwa kimejitosheleza kila kitu, kama ni maisha yalikuwa ni maisha yanayohitajika kabisa. Bafu lile nashidwa hata kulielezea, labda kwa sababu mazingira yangu niliyokuwa nimeyazoea hayakukaribia kabisa. Nilioga nikamaliza, nikajifuta vizuri na taulo lingine kabisa ambalo lilikuwa ndani ya bafu lile nimeandaliwa. Baada ya kumaliza nililivaa koti ambalo Jamila alinipa kwa ajili ya kulivaa baada ya kuoga. Taulo la gunia niliacha huko huko. Nilitokea bafuni mule nikawakuta mabinti wale wote wamesimama, huku wakiniangalia kwa matamanio kweli. Tabasamu ndilo lilikuwa limetawala ndani ya nyuso zao. tunakupenda Jumanne wetu, sauti nzuri ya mahaba iliwatoka mabinti wale. Kwa jinsi nilivyokuwa na mashaka juu yao, sikutaka kabisa kuwajibu, ila niliwaonyeshea tabasamu tu basi. chumba chako unakikumbuka? Jamila aliniuliza. hapana kile pale, nenda, kila kitu kipo safi nilionyeshwa. Baada ya kukataa kuwa sikikumbuki, nilisogea kwenye chumba nilichoonyeshwa. Niliushika mlango na kuufungua. Nilistaajabu sana baada ya kukuta chumba si kile cha awali na kilipendeza sana kile chumba. Haki ya Mungu, nilipendezwa sana na maadhari ya kile chumba. Nilijikuta natamani kuingia haraka, lakini kama nikaingia ndani Niligeuka nyuma na kuangalia kama Raulati na Jamila wananiangalia lakini sikuwaona pale walipokuwa wamesimama. Kidogo wasiwasi wasi ulianza kuniingia tena. Basi niliingia ndani ya chumba hicho. Nilipoingia kabisa ndani, nilikuta nguo safi zimekunjwa vizuri, zipa chini ya kitanda. Nilizichukua na kuzivaa, zilikuwa ni nguo za kawaida tu, lakini zilinipendeza sana. Baada ya kumaliza kuvaa nguo zile, nilishtukia mlango unagongwa. Sauti ilikuwa ya wale mabinti, ikiliita jina langu. Hawa wamejuaje kama nimeshamaliza kuvaa? Nilijisemea mwenyewe, maana wale mabinti mimi sikuwaamini kabisa, nilijua wale ni majini tu, kwa mazingira yale kwa kweli mimi walinitisha sana. Fikra zangu zote ziliamini kuwa lazima watakuwa ni majini tu, lazima kwa sababu hata mazingira yale sikuyaona kama ni ya kawaida. Halafu kipindi hicho nilikuwa nishasoma hadisi nyingi kuhusu maisha ya majini kutoka kwa watunzi tofauti, kama kina Mavugo, Rais wa Ilamba, zilizokuwa zinahusu majini majini. Mahadisi zote zilionyesha kuwa maisha ya majini huwa yapo vizuri na ya kifahari, uthamani wa vitu vyao huwa mara nyingi wa dhahabu tu. Kingine nilichotisha ni ndoto niliyoyota kwani ndoto ile nilikuwa kwenye Ziwa Ngozi, ziwa ambalo historia yake huwa inaogopesha. Kwa hiyo moja kwa moja, mabinti wale mimi sikuwaamini kabisa, lazima walikuwa ni majini tu. Hilo tu ndilo lilikuwa wazo langu kuu juu yao. Hata kisa chao walichonisimulia niliamini si cha kweli, bali cha kutunga tu, kama hadithi zingine ambazo nilikuwa nimeshazisoma. Nilitoka nchumbani mule. Kwa unaonge sana Jumanne, mbona ujiamini wewe? Hebu jiamini basi, utaishije? Kwa mashaka uda wote huu mbona? Sisi tushazolea wala hatuwazi kiasi hicho. Mabinti wale walisema kweli, walijitahidi sana kwa nguvu zao kunishawishi, lakini kwangu hawakuwa na mafanikio kabisa. Nilitoka nao tukarudi sehemu ya kukaa, tukaendelea kuongea mambo mengine. Nilijaribu hata kuwa dadasi walizaliwa mwaka gani, wakaniambia kuwa wao walizaliwa mwaka 1990. Ina maana kwa muda huo walikuwa na umri wa miaka 17 tu, walikuwa ni mabinti wa bichi hasa. Tukiwa tushaongea mengi, mwisho nilianza kuisingia. nilipoiangalia saa nilikuta kama saa nne na nusu. Basi nikajikuta nasema kuwa na isingia. Ndivyo nilivyosema tu, hivyo mabinti wote walisimama na kunifuata, kisha wakanisogelea na kunishika kwa pamoja. Jumanne, penzi wetu, twende tukale. Mm, ni guna tu. Nilishindwa hata kuuliza maana sikujua chakula kicho kiliandaliwa muda gani. Nami nilinyanyuka nilipokuwa nimekaa nikaongozana nao. Jumba lile lilikuwa limekamilia na daini ilikuwepo. Huwezi amini, pilipofika daini sikuamini kabisa. Sijui walikuwa wanatembea na mawazo yangu. Nilikuta mezani kuna ugali na hoti pote ya nyama ya kuku, tena alikuwa kuku mzima kabisa aliyekatakatwa vipande vipande kama tulivyozoea kabisa. Sikumbuki kama kulikuwa kuna kipande kilichokuwa kimesalia katika yule mnyama, tena alikuwa jogoo ambaye kwa kipimo alikuwa na kilo chano zaidi Jumanne utapasuka, ukicheza na maisha ya huku. Yaani, huku ni TV tu ndiyo hatuna, lakini vingine vyote burudani sana, mabinti wale walisema mm? kwa maana hiyo hata disko lipo? Nilijikuta nauliza swali hilo. Subiri, kama unalitaka wewe mwenyewe utafulai tu, lakini mpaka ukubali kuwa mpenzi wetu ndiyo vingine vijue. Nilijibiwa hivyo. Nilijikuta na cheka kwanza, kwenye ile meza ya chakula Tulizungumza mengi sana pindi tunakula, nao walipata fursa ya kuniuliza jinsi nilifika pale, ni nini kilinikuta mpaka kufika pale. Bila kusita, niliwasimulia. Mchana wa siku hiyo uliisha kwa kuongea tu na mabinti wale. Baada ya stori zote za mchana, hatimaye usiku uliingia. Tukala tena chakula cha nguvu. Wakati huu tulikula wali na marageni pamoja na mboga za majani. Baada ya zoezi la kula usiku kuisha, niliagana na mabinti wale nikaelekea chumbani kwangu nao pia wakaelekea chumbani kwao. Chumba cha mabinti wale sikujua kilikuwa upande upi katika jumba lile ambalo sikijui hata ramani yake. Jumanne, umeshaoga? Raulati aliniuliza. Bado sijaoga. Basi twende ukaoge kwanza, alafu ndiyo mambo mengine yaendelee, Raulati alisema, kisha wakanishika mikono yangu kama kawaida tukaongozana kurudi chumbani kwangu. Nililazimika kuwazoea wale mabinti lakini bado nilikuwa na migogoro miwili juu yao. Migogoro hasi na chanya. Chumbani kwangu, wao walibaki mlangoni, mimi nikaingia chumbani kisha nikitoka na lile guno la manyoa huku nimelivaa mwilini. Taulo nilijua liko huku bafuni nimeandaliwa kama kawaida. Sasa sinaenda kuoga peke yangu. Nilisema ili kujiwekea tahadhari. Ndio, enda uoge wala usijali. Ukimaliza kuoga na kuvaa kila kitu, tutagongea chumbani kwetu, tutakuja kupiga story, Raulati alisema, kisha mimi nikaongoza kuelekea bafuni na wao nao wakaongoza kuelekea chumbani kwao. Bafuni nilifika, nikaliweka lile guno sehemu maalum ambayo ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya kuanika taulo na nguo zingine, kisha nikalifungua bomba la maji ya mvua na kuanza kuoga bila habari, nilishangaa tu mlango wa bafu unafunguliwa. Nilishtuka sana nikalikimbilia taulo, lakini nilikuwa nimechelewa. Jamila na Raulati walikuwa wa washauteka mlango wa bafu tayari. Mwilini walikuwa wamevalia nguo nyepesi, alafu zimeloa kabisa, nguo hizo zilikuwa zimeganda mwilini mwao. Hatari na ah, sasa ndo mnafanya nini? nilisema kwa utaratibu. Nilianza kuogopa. Jumanne, unaogopa nini? Ina maana bado unatuogopa tu? Jamila alisema. Siwaogopi. Lakini... lakini nini, Jumanne? Sisi ni wanawake, wewe mwanaume. Sasa hapo mimi nilizidi kusogea mpaka kwenye ukuta kabisa wa bafu. Kusema kweli, kuta zile zilikuwa safi sana Nilikosa pakukimbilia sasa. Huku nyoka naye alikuwa kaisha jionesha kabisa kuwa anataka kung'ata. Taulo lenyewe lilidondoka lenyewe hata kabla wale mabinti hawajanifikia. Jumanne, tufanye tufurahi mna, tafadhali, tupo kwa ajili yako, tupe tunachokihitaji, tunakupenda sana. Sauti ya ajabu ilipenya masikioni mwangu kutoka kwa Raulati. Bila shaka yeye ndiye alikuwa Kulwa. Tupe utamu tupe raha, tufanye tutabasamu kila tutakapokuwa tunakuangalia, tufanye tusikuchukie, tufanye tuyafurahie mazingira haya tuliyopo. Jamila naye aliongezea neno, tufanye tusikuchukie. Ndilo lilinimaliza kabisa. Kawaida mtoto wa kike akifikia hatua hiyo, ukamwacha tu bila kufanya chochote, basi jua kabisa kuwa wewe na yeye mmekuwa maadui mpaka kufa. Kipindi wanayaongea hayo walikuwa wamesimama karibu kabisa wakiniangalia kwa macho ya matamanio. Mimi tayari nilikuwa nahisi washaanza washaanza kunishika kwa mikono yao milaini. Bado niliendelea kusimama kwa kuegemea ukuta, lakini nilikuwa nikitamani wanianze wao nami niwaoneshe mautundu ya ajabu. Nyoka yeye sasa alinipeleka vibaya, alitamani shimo ambalo lina ladha nyingine kabisa kuliko zote duniani, shimo ambalo lina joto la pekee joto ambalo alipatikaniki sehemu nyingine duniani. Watoto walinisogelea wakaanza kunishikashika kifuani, nguo zao wakaziachia, nao wakabaki kama ndio wamezaliwa, yaani mtoto mchanga, ambavyo hawajui hata aibu iko wapi duniani, vifua vyao vikiwa wametunga embe dodo zilizokuwa zimeiva vizuri tayari kwa kukamuliwa kwa ladha ya utamu. Wakiwa wanafanya yao, mimi niliendelea kuushikilia ukuta huku ladha nzuri ambayo sizani kuna mtu ambaye huwa anaweza kuisimulia, ikinitesa huku ni kisi na paa hivi sasa. Ladha ilizidi pale niliposhikwa nyoka yangu kwa mikono laini ya wale mabinti. Kwa kweli nilihisi kuzimia kwa ukali wa kushikwa kwa mikono ile, nilianza kuhemea juu juu, nami nikaanza kuitumia mikono yangu sasa kwa ajili ya kuonesha mautundu yangu kwa mabinti wale wazuri duniani Akia mgungo mtu mmoja kushindana na watu wawili ni gumu sana kabisa. Nilizidiwa nikabaki wa kuhema. Jamila na Laulati wakaendelea kunipelekesha kwa mikono yao laini. Mambo yalipozidi mimi mwenyewe nijikuta natamka A place with no name. A place with no name. Mambo yaliponiwia magumu sasa, nilimkamata mmoja nikambenjua, sikuelewa nyoka liona vipi shimo lilipo akaingia. Wee, maumbo yao kwa kweli walijua kuyatumia ndani ya bafu, mchezo ulichezeka. Kilichokuwa kinafanyika pale ni kubadilisha mpira tu. Aki ya Mungu, wale watoto hawakuzidiana kitu, lakini kila mmoja alikuwa na ladha yake. Mchezo ulikwenda kwa dakika 45 ndani ya uwanja wa bafuni pamusiku. Tuliamalizia uwanja mwingine, tulikokotana tukaingia chumbani kwao. Wee, huko ndiko hapa kufaa kabisa. Tuliucheza mchezo karibu masaa mawili na nusu, ndiyo mambo yakapoa. E, hapo ndipo maisha yanakwenda vizuri eh, Jumanne, A Place With No Name. <laughs> wale mabinti wale walisema, kisha wakacheka. Walirudia kauli yangu ambayo nilisema bafuni baada ya kuzidiwa aya, bana, twende tukaoge. Sasa nami nilisema, nilisau kabisa kuwa nilikuwa na mgogoro juu ya mabinti wale, yaani sikutaka tena kuyaweka mawazo yale ya ajabu. Nilibaki na wazo moja tu la wapenzi basi nawapenda sana nilijikuta nasema kipindi tuko bafuni tunaoga, kutoa janaba. Hata sisi tunakupenda sana, hautuogoti tena Jumanne, Laulati aliuliza. Ni kweli, si waogopi kabisa? Ninyi wapenzi wangu, tunashukuru sana mpenzi wetu, kwa hiyo sasa tumekuwa wapenzi wako, Jamila naye aliuliza. Ndiyo, nilisema. Kwa nini? waliniuliza tena. Kwa sababu mmenionjesha ladha tamu, nilisema Hmm, Jumanne kweli, tumekuonjesha tu. Kwa hiyo bado unataka? Hapana, sitaki tena, nilisema. Basi usiseme kuwa tumekuonjesha, sema kuwa tumekupa ladha nzuri, Jamila alisema. Haya, nashukuru kwa chakula kizuri mlichonipa, nilisema. hmm, kumbe uko vizuri Jumanne, umeweza kutuhimili wawili wote, Raulati alisema. Ndiyo, kwa sababu lazima nikomae ili kiwa mmoja wenu ajisikie kuwa kupata ladha ambayo anahitaji nilisema kisha wote wakacheka haya asante bwana raulati alisema tuliendelea kuoga kipindi hiki tulikuwa ndani ya chumba chao mule mule nako kulikuwa na bafu pamoja na choo kilikuwa ni master room tulimaliza kuoga vizuri wakanifuta maji kisha tukatoka ndani ya bafu Tulipofika kitandani tulikuta mabadiliko makubwa. Kwa mara nyingine nilistaajabu sana. Kitandani tulikuta nguo nyingine nzuri zaidi, tena zilikuwa zimetengenezwa na madini, yaani zile nguo zilipendeza sana tena sana. Kulikuwa na manukato tofauti kabisa, manukato hayo sikuwahi hata kuyasikia. Jumanne, bado hujapata picha ya sisi kuwepo hapa? Raulati aliniuliza. Hapana, sijajua chochote, nilisema. Kuna sababu kubwa sana, hata kwa macho yaani kitendo cha kufanya mapenzi sisi na wewe tayari kabisa inaonyesha dhahiri kuwa kuna makusudio makubwa. Ndiyo maana humo pamebadilika, huoni hata shuka la kitanda limebadilika? Nguo zenyewe zilizokuja ni zingine kabisa. Yaani haya mavazi toka tuwepo hapa leo mwezi wa tatu, hatukuwahi kuyaona, hatukuwahi kupata manukato hata mara moja zaidi ya nguo za kawaida na nguo nzuri zaidi ni zile za jana tu, Raulati alisema. Tena labda kwa kuwa sisi ni wabinti wa Kiislamu, Haturuhusiwi kupulizia manukato. Jamila alisema mm, kwa ulimwengu wa sasa mm, ni ngumu sana. Mimi nilikuwa naona watu huko nilikotoka walikuwa wanapulizia tu, hata wanawake walioolewa. Tena hao ndio wamepigwa marufuku kabisa kugusa hayo manukato isipokuwa kwa waume zao tu. Safi Jumanne, nimepata wazo. Kwa maana hiyo sisi na wewe tushakuwa wapenzi, ina maana sisi ni wake zako. Raulati alisema ndiyo, nami nilikubali na uzuri sisi tunakaa dunia ya peke yetu, kwa hiyo tutaishi hapa kama mume na wake zake. Hakutakuwa kutakuwa na maneno maneno. Mazungumzo yetu yaliambatana na vitendo vingine kama kupaka na mafuta. Mafuta ambayo tuliyatumia yasikuwa na manukato mm, umeona Jumanne, haya ndiyo mafuta ambayo sisi tunapaka lakini ni mazuri kweli kweli, yanazitunza ngozi zetu hadi raha, Jamila alisema. Mabinti wale walinipamba vizuri sana na vazi lile nilinipendeza hakika, lilinipendeza. Hata nilipojiangalia katika kioo kikubwa kilichokuwa ndani ya chumba kile, nilitaka kujikataa kuwa siye mimi. Nilikuwa kama mfalme wa dunia ya peke yangu. Wale mabinti nao walipendeza sana, baada ya kuyavaa mavazi yao yaliyofanana. Ndani mwanga ulikuwemo kutokea juu ya madirisha yaliyokuwa juu kabisa ya jumba lile. Baada ya kumaliza zoezi zima la kuvaa, tulitoka chumbani na kwenda sebuleni kukaa. Niliambiwa kuwa huku kuna kila kitu isipokuwa televisheni tu, lakini burudani ya disko ipo tu. Burudani ya disko tumeishaicheza vizuri tu huko bafuni mpaka chumbani kwetu. Ukumbuki ulivyocheza Jumanne? Raulati alisema, kisha wakacheka. Hata mimi nilijikuta na cheka. Haya, nashukuruni sana, nilisema. Maneno yao yalimaanisha kuwa huku hakuna disko, lakini wao ndio disko kwangu kweli yaani, kitendo cha kufanya mapenzi wale mabinti mapanja kwangu, walibaki kuwa disco kwa penzi la wale mabinti mapanja. Sikupenda niliache jumba lile, mimi mwenyewe nilipenda tu niendelee kukaa mule mule ndani ya jumba la A Place With No Name. Nimependa hata tusitoke mndani, tuishi mndani ya dumba hili, nilisema. Baada ya kusema hivyo, wale mabinti waliniangalia huku wakitabasamu, kisha wakaniambia hata sisi tunapenda tuendelee kuwa mumumu, mabinti wale walisema kwa pamoja. Maisha ya jumba lile kwa kweli nilianza kuyaona ya pekee kwangu. Kila kitu chenye furaha nilikipata kutoka kwa mabinti wale. Mwezi sasa uliisha nikiwa ndani ya jumba lile. Starehe zilizidi kuwa nyingi, kila kulipokuwa kuna kuchaa, Raulati na Jamila walizidi kunipa ladha ya penzi la pekee ambalo sikuwahi kulipata hapa duniani. Kwa kweli wale wasichana mimi sitowasahau kamwe katika maisha yangu. Tukiwa katika mwezi wa pili ndani ya jumba lile, mabinti wale walianza kusikia mabadiliko makubwa ndani ya miri yao. Dalili hizo zilionyesha kuwa ni za mimba zilizoanza kutunga matumboni mwao. Nilijisikia furaha sana baada ya wale mabinti kupata mimba. Ndani ya jumba lile ilikuwa kula, kuoga, kujisaidia, kisha mnapiga stori, mnangoja kwenda kulala. Siku moja tulikuwa tumekaa sebuleni tukiendelea kupiga stori kama kawaida, mimi na wapenzi wangu, yaani jamila na raulati, tukiwa hatuna ili wala lile, tulishangaa sehemu ya jumba lile inafunguka. Lilikuwa ni lango kubwa kweli kweli. Nje ya mlango huo palionekana kama ni sehemu ya mji kabisa. Tulishangaa sana hata tukuamini tulichokuwa tunakiona. Tukiwa tunashangaa, mara alitokea mzee mmoja na mwanamke mmoja halafu nyuma yake kulikuwa na wanaume watano. Sijui niseme nini kuhusu wale wanaume. Vilikuwa ni vidume virefu hasa, na uzuri wa jengo lile lilikuwa ni refu kwa mkubwa wa viumbe wale. Mimi nilikuwa najiunga mara tano, labda nilahisishe kwa kusema kuwa kama uliwahi kuiona movie ya Jackie the Giant, mfano wake ni sawa na wale viumbe. Mapanga mikononi yalikuwa makubwa, labda mimi nilingana na ukubwa wa mapanga yao. Je, nini kitatokea baada ya hapa? Je, Jumanne atafanikiwa kutoroka kwenye mji huo wenye siri au ataendelea kuishi mahali pasipo na jina? Usikose sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kutisha na ya kusisimua. Mimi naitwa AJ na hii ni simulizi na hadithi. Mahali tunaposimulia hadithi zinazokufanya utake kujua zaidi, Usiku na mchana, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare ili usipitwe na sehemu inayofuata. Mpaka wakati mwingine, kaa chonjo, maana si kila safari ina mwisho unaotarajia.